Nimerekodi hii uh, video na moyo mzito sana. Nimesikitika kiasi cha kwamba nimekosa uh, jawabu na nikasema ya kwamba ni lazima nirekodi hii video ili kila atakayelisikia swala hili aweze kunipa ushauri na aniambie kweli kama uh, dini ya Kiislamu inaweza kuwa dini ya kinyama kiasi cha kwamba kilichotendeka kinaweza kutuvunja moyo sisi wote. Ninachukua fursa hii kuyajibu maneno ya Aisha Jumwa ambaye kwamba alitaka pia ajibiwe na viongozi wa kidini. Kuna kanda ambayo kwamba aliitoa Aisha Jumwa siku kadhaa za nyuma, kanda ama video ya dakika saba na sekundi moja. Ninavyoelewa mimi, dini ya Kiislamu ni dini ya upendo, ni dini ya huruma, ni dini ya uh, ni nadhifu, yaani ni safi. Lakini kwa yaliyotendeka Takaungu kuhusu kijana anaitwa Samueli na hao uh, huyo Abubakar ambaye ndiye aliyafanya haya akisaidiana na wengine anaoyajua yeye mwenyewe, ni jambo ambalo mimi limenishangaza kwa kweli. It is very, very sad. Kijana yaliyotokea yametokea, na kijana akafariki dunia. Akaenda akawekwa Makadara mochari pale Coast General then akariliziwa kwa familia yake, akapelekwa Kilifi mochari. Ni kweli dini ya Uislamu ni dini ya upendo, ni dini ya huruma na ni dini safi. Tukio hili ndugu islamu, labda nilielezee kwa mukhtasar. Kuna kijana ambaye kwamba anajulikana kama Zakaria baada ya kusilimu na ili jina la Zakaria. Kwa masikitiko, e, mama Aisha Jumwa hajataja hilo jina hata sehemu moja kwa dakika saba na sekundi moja. Jina alolitaja alolitumia ni jina la Samueli. Kijana alisilimu na hilo sigeni na haifai, haifai tutumie uongo pahala penye ukweli unahitajika hata familia wanajua, wazazi wake pia wanajua, amefunga ramadhani mbili. Huyo kijana alikuwa na matatizo baadhi za nyakati, si wakati wote, alikuwa na matatizo ya kiakili huyo kijana. Aliwahi kumdunga imamu mmoja katika maeneo haya ya Takaungu kisu cha tumbo, akampasua kichwa chake yakatokea yaliotokea. Aliwahi kuzikwa huyo imamu, Mwenyezi Mungu amrahamu. Kwa ghadhabu ya watu pale, wakampiga kiasi fulani huyo kijana kwa jina la Zakaria, ama jina la kabla kusilimu Samuel, lakini akachukuliwa akapelekwa e, sel, akapelekwa polisi, akatembea kwa maguu yake mawili hadi e, police station kule police station, baada ya kuchukuliwa mikononi mwa serikali, naye akakutana na amri ya Mwenyezi Mungu akaaga dunia. Baada ya kuaga dunia akachukuliwa akapelekwa mochari. Sasa kuna mambo yalitokea baada ya hali kama hiyo, kufika Kilifi mochari, watu wakapanga mazishi, siku hizo zote mpaka friday watu wameenda kutoa mwili wanakutana na uh, i don't know whether it was a genuine court order or what i do not understand but i also got that copy na nikasema ya kwamba um, today is friday it was already late kwa sababu it was um, uh, around uh, four when i got that um, order anyway there was no application hatukujua nini kilicho kilicho walicho apply but we got that order uh stopping us from uh, um getting the body uh from kilifi mortuary so uh, mimi nika share hiyo order na na wakili so wakili was there early in the morning in kilifi lakini kufika pale uh, sijui saa 4 I'm told that uh, the the akapeana idhini kwa huyo Abu Bakar. Abu... Court order ilikuwa genuine, haikuwa ya vichochoroni, ilikuwa ni court order safi kabisa. Na haifai Aisha Jumwa, wewe kama kiongozi katika hii nchi uwe na shaka na court order haifai uwe na shaka na mahakama zetu. Mahakama ikatoa ruling kuwa mwili uchukuliwe na Waislamu, mbele akiwa ni imam alimsilimisha ni Abubakari ambaye kwamba umemtaja. Mlipotaka kumchukua, court order iliweka kitu inaitwa injection, kusimamisha mwili usichukuliwe na wasiokuwa Waislamu kwa sababu mpeni haki yake, mwenda zake alikuwa ni Mwislamu, na yote aliyotokea tunamwachia Mwenyezi Mungu, lakini haki yake kwetu sisi lazima tuitekeleze kama Waislamu. Haki ya Mwislamu anapokufa ni akoshwe na Waislamu, akafiniwe sanda nyeupe na Waislamu, aswaliwe na Waislamu, azikwe katika makaburi au maziara ya Waislamu. Hii ni haki ya kila yote, kwamba pua yake itafunga pumzi zake zitafunga na ameondoka na Uislamu, ni haki yake kwetu sisi kama Waislamu. Ndio maana Waislamu walisimama kidete kutetea haki ya huyo mwenda zake, mlipotaka kuja ama walipotaka kuja kuchukua mwili wazike kinyume na itikadi yake na imani yake aliondokea duniani. Hata kama ni mama, hata kama ni baba, ahudhurie mazishi, lakini ampatie yule mwenda zake haki yake, atendee nyuma ya imani yake, atendee nyuma ya itikadi yake, asije akamvate akataka kuuzika mwili kinyume na alivyokuwa akiitakidi mwenyewe na picha ziko ingia, huyo kijana anajiita mwenyewe katika TikTok hakuandika jina Samueli, anajiita Zakaria. Angalia katika akaunti yake ya TikTok picha alizoziweka, yuko msikitini anasoma Qur'ani, na hata alipochukuliwa mpaka kwenda police station, jina aloiandika jina lake nani? hakuandika Samueli, aliandika Zakaria. uh, they, they, they... The card or rather that the magistrate at uh, the Kadhi court akapeana um uh idhini kwa huyo Abu Bakar Abu Bakar is not the parent is not the father is not an uncle is just but a rogue um um uh, whatever they are calling themselves umemshambulia sana Imam Abu Bakar unakosa ukamwita majina ambako kwamba si jina zuri, ukatumia jina la Kizungu rog. Si vizuri kumwita kiongozi wetu wa kidini jina kama hilo. Wewe ni kiongozi, tumia lugha nzuri, tumia maneno mazuri, mpatie kiongozi wetu wa kidini heshima yake. Hili jina ambalo kwamba umetumia, omba msamaha. Huyo ni kiongozi wetu, huyo ni imamu zaidi ya miaka kumi hapo Takauru, watu wanaswali nyuma yake anaongoza katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Mimi nasaha na kupatia kama kiongozi haya maneno, jaribu uwe ni mwenye kuyaomba msamaha kwa ili jina ambalo kwamba ulitumia. Imam wa msikiti kwetu sisi Waislamu ni mtu mzito sana, hata kama dunia haitamtambua lakini ufalme wa Mwenyezi Mungu namtambua. Hatujapenda kama viongozi wa kidini wewe kumwita imamu wetu eti ni mtu is just like a rogue hatujafurahia kabisa, kama wewe ni kiongozi Aisha Jumwa. Akapewa hiyo order, akapewa asijuye, there was a ruling given. Wakakaa hapo wakahangaika hapo wakahangaika hapo mpaka saa tatu za usiku saa nne za usiku rather, wakaenda mortuary hapo with the mortuary attendance saa nne za usiku the body was released, ikachukuliwa hiyo body na the so -called Muslims wakaenda mpaka eh, Takaungu, wakaenda wakafanya chenye wamefanya, wakaenda wakazika hiyo body without even the father knowing even the mother. Hakuna mtu aliyejua nini kilifanyika, tunaona tu mwili umeenda kuzikwa asking at all. Alikuwa Muislamu. Now the, the million dollar question that I'm asking myself is that hata kama mtu ni Muislamu hana, hana, hana, mzazi wake hana haki ya kumwona kama amekufa. Mzazi wake ama ndugu zake ama family members hawana haki ya kumwona. Tumezika Waislamu wangapi? Hata sisi ambao si ma relative huwa tunaruhusiwa kuwaona because they are friends maybe they are neighbors, na tunaruhusiwa kuwaona. Inakuwaje mwili utolewe saa nne Kilifi mochari uchukuliwe uende ukazikwe without the the knowledge of the parents, ati simply because He was a Muslim. Sisi kama waislamu tushampatia e, ndugu yetu Zakaria haki yake ya mwisho ya kuondoka duniani. Sijui unakusudia haki gani ya mzazi wa Samuel kama alivyotaja ama mzazi wa Zakaria ni kujaribu kuyafumbia macho haya mambo na yako wazi na kumzika usiku, si usionyeshe kuwa dini ya Uislamu ni dini ambayo kwamba inahusiana na mambo ya usiku usiku kwetu si jambo kubwa kuzika na usiku. Hata yule alidungwa kisu na Samuel ama Zakaria alizikwa usiku, hatuna uzito wote na usiku kwetu. Mambo ya kufanywa haraka sana ni muislamu anapokufa inafaa aharakishwe kuzikwa. Waislamu walichelewa kuutoa mwili kwa sababu walitaka msaada wa polisi. Taswira ilikuwa ni kama hiyo, na bila shaka tusije tukatetea mwili mmoja tukapoteza maisha wengi. Waislamu wakataka escort ya polisi, polisi walichelewa kuja, wakaja. muda huo ulitaka waislamu wafanye nini? Walikuja muda wa saa tatu za usiku kama alivyotaja, basi muda huo ndo akawa ni mwenye kuzikwa na usionyeshe, kuwa tuliutorosha mwingi tukaukimbiza, hapana. Aisha Jumwa, waliupeleka katika msikiti karibu na nyumbani kwa huyo mwenda zake, na wazazi wa huyo kijana wanaishi hatua kadhaa kutoka kwa msikiti huo. Itakuwaje jambo hili lifanyike na hawana habari? Na waliitwa wasikubali kuja, kwa sababu ya taswira ya hali ilivyoanza na mvutano. Hawa wanataka mwili, hawa wanataka mwisha. Wamepaa waislamu aya, wazazi, njoni tushirikiane, wakawa wazito Hatuwezi chelewesha haki ya huyu mwenda zake, kwa sababu ya wazazi hawataki kushirikiana na jamii ya Kiislamu. Hii ndio taswira ambayo y kwamba ilikuwepo katika tukio ambalo kwamba iliwahi kutokea hivi majuzi sehemu za Takaungu. Babake amelala mtoto wake anazikwa really. Mamake mamaake amehangaikasa ndi kama yeye pia naye ame, amelipuka ame, ame kwa kitendo alichofanyiwa cha kinyama. Hata kama alikuwa ni Muislamu kama mnavyodai ni sawa, lakini Waislamu wangapi wanazikwa wakati wazazi wao wanawaona, hata kama ni Wakristo? Ni Waislamu wangapi ambao wazazi wao wanawaona, hata kama ni, ni neighbors, na ni Wakristo? Tangu lini dini ya Kiislamu imegauka dini ya kuwa kinyama namna hii? Mimi nataka hili swala tulijibiwe na wale viongozi wa Kiislamu. Mimi nimepose hizo question kwa wale mashekh wa Kiislamu na wale wengine wote ambao wanaweza kutusaidia kupata hili swala. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Afwan minkum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.